Mapema Oktoba 29 ni siku iliyongojwa sana kwa muda mrefu. Watu wamejitokeza kwa ajili ya kupiga kura. Pia mgombea ubunge wa jimbo la Geita Mjini, Injinia Chacha Mwita Wambura ameungana na wananchi kwa ajili ya kupiga kura asubuhi na mapema katika kata ya bombambili. Baada ya kupiga kura, amepata wasaa kutembelea kata mbalimbali katika jimbo la Geita Mjini na kuelezea usalama na hali inavyoendelea katika jimbo hili kwa majina ambaye ndio mgombea ubunge jimbo la Geita mjini. Aa, nimefika katika kituo changu hapo cha kupigia kura cha shule ya msingi Bombambili English Medium. Watu wanapiga kura kwa amani, hakuna fujo yoyote, na naona watu wanapata haki yao ya msingi. Kwa kweli nimekuta watu ni wengi wa kutosha, msururu mkubwa, na watu wanaendelea kupiga kura na watu wanaendelea kuja ko tunaamini kabisa kwamba zoezi linaenda vizuri. Tunashukuru serikali kwa kuweka mazingira mazuri ya kupiga kura, na naona kila mwananchi anayekuja hapa kupiga kura, naona kama anaondoka akiwa na furaha, maana mazingira yameandaliwa vizuri na kila kitu kiko vizuri. Wasimamizi naona wako vizuri, wanaelekeza vizuri, na kwa kweli mambo yanaendelea vizuri kwa hiki ambacho niko hapa sasa hivi. Hata nawe mwandishi wa habari unaona kwamba mwitikio ni mzuri, watu ni wengi na wengine wanaendelea kuja. Hii ni kwa, ni kwa sababu ya mazingira mazuri ambayo yamewekwa na serikali, na mwitikio kwa kweli mzuri. Hii hali ambayo ilikuwa inatishia tishia, kwa kweli naona kwa hapa kwetu Geita haijaweza kuathiri chochote, na hali ni nzuri sana, na watu ni wengi, na naamini kabisa kwamba zoezi hili linaendelea vizuri na litaisha vizuri kwa kweli kwa hapa, kwa kwa hapa Geita, kwa sofa, kwa sehemu ambazo zimeshapita Kiukweli usalama ni mzuri sana sana sana, hakuna ashiria lolote la fujo. Na watu wengine ambao bado wako nyumbani, basi waendelee kujitokeza kupiga kura kutumia haki yao ya, ya msingi, na mpaka pale vituo vinapokuja kufungwa, basi wameshamaliza wao, wameshuka na wamepiga kura kama kwa ajili ya kutimiza haki yao ya, ya msingi kama msingi.